unaitwa vua uza na nunua kidijitali. <coughs> Sisi huku tunauita PFZ lakini um, unaowasaidia wavuvi kupata maeneo ya kwenda kuvua. Wakishapata maeneo ya kwenda kuvua, wanapiga picha, wanazituma kwenye mtandao, alafu wewe ambaye uko nchikavu uh, unahitaji samaki, unaweza kuwaona na kuweza ku, uh, kununua. Taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania Tafiri inaelezea teknolojia inayotumika kwenye mfumo huu. Uh, mfumo huu uh, unawezeshwa na teknolojia ya, ya satellite, ambazo zile taarifa za satellite ambazo tunazipata sisi Tafiri kama mmoja wapo w wa, uh, wajumbe kwenye muunganiko huu, tunacho kituo cha kupokelea mawimbi ya satellite na hivyo tunachakata kwa kutumia wataalamu wetu.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 ambao kila mara kutoka katika ukanda mzima wa pwani wamekuwa wakiomba maeneo ya kwenda kuvua. Serikali inasema imeandaa mikakati mbalimbali ya kuongeza ukubwa biashara samaki kwenye soko la ndani na nje ya nchi. Tuna bandari ya uvuvi tunaijenga pale Kilwa ambayo mpaka sasa hivi imeshafika asilimia themanini na moja. Ni bandari kubwa, ni bandari ambayo ni ya uvuvi ukanda wote, ukitoka Somalia mpaka South Africa.